Mwanzo wa wiki hii, Bwana, tuendelee kupokea maelekezo na kutiwa moyo na wewe Bwana, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba pati nafasi ya kukaa wiki hii, tuna... tumefika wiki la tumefika wiki la ishirini na sita kati ya mawiki ya hamsini na mbili ya huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na kimahisabu, ndio linagawa nusu ya mwaka, kwa sababu kati ya hamsini na mbili kigawanya kwa mbili unapata ishirini na sita ambayo inatengeneza inagawa mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ko ni neema ya Mungu kuifikia siku ya leo, siku nzuri na wiki hili ambalo tutakuwa na tafakari, nasema tuyashike sana maungamo yetu. Tuyashike sana maungamo yetu. Na neno hili ambalo lina tamko la kushika sana maungamo yetu litamkwa kwa mara ya kwanza kwenye Waraka kwa Waebrania. Na kutoka hapo ndipo ambapo unaona mistari tofauti tofauti. Lakini ile Waraka kwa Waebrania na mimi natamani leo nisome hiyo tu kwanza. Alafu uko mbele tutaendelea kuona mistari mingine ambayo tutaitumia kama mifano. Waraka kwa Waebrania mlango wa 4 mstari wa 14. Waraka kwa Waebrania mlango wa 4 mstari wa 14. Utaona mwandishi anasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Na tuyashike sana maungamo yetu. Lakini mwanzoni anatangulia kueleza sababu au ujasiri ambao tunaupata wa kushika sana maungamo yetu. Anasema, iwapo tunaye kuhani mkuu. Na kuhani huyu kikubwa au kizuri alichokifanya ni kwamba ameingia katika mbingu, na anamtaja kwa jina, anasema Yesu, lakini anaongeza nafasi nyingine, anasema mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaposoma vizuri hii andiko, unaanza kupata ujasiri ndani kwamba okay, kumbe kuyashika maungamu kunatokana na ujasiri au ufahamu ya kwamba tunaye kuhani mkuu na yeye ameingia katika mbingu tena, sio tu kuingia katika mbingu. Jina lake linaitwa Yesu, na nafasi yake nyingine ni mwana wa Mungu. Kwa nini anasema tuyashike? Maana yake tukiri, tuendelee kukiri, tuendelee kukiri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapolitazama hili jambo, tutaangalia mifano kadhaa kadi, wiki na muda unavyoturuhusu kufanya, na utashangaa sana, hata ile mistari ambayo tumepewa kusoma leo. Kwa mfano, ni isome kabisa Waefeso nne, nisome kabisa ile Waefeso 4. Alafu ndio utaelewa kwa nini tunazungumza juu ya kukiri na kuyashika sana maungamo yetu. Waefeso 4, tutaanzia tule mstari wa kwanza. Waefeso nne, Efeso 4 mlango mstari, mlango wa nne mstari wa kwanza, anasema kwa hiyo na wasii mimi niliyemfungwa katika Bwana mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Yani ukifika tu mpaka hapo unaanza kumkumbuka Paulo na unaanza kuvuta picha, kwa nini aliandika huu waraka? Usisahau kwamba aliandika huu waraka kwa Efeso akiwa gerezani. Wakati huu wamefanya huduma sana sana tu lakini bado haikutosha wa, uh, watu kumwamini Mungu. Baadhi ya viongozi wakamkamata wakamuweka gerezani. Lakini ninachokishangaa kwa Paulo ni kwamba pamoja na hali ya kunyimwa uhuru bado anakuwa na ujasiri wa kuendelea kumkiri Yesu, anakuwa na ujasiri wa kuyashika maungamo, anakuwa na ujasiri wa kuendelea kushikilia wito aliyoitiwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameitwa kutangaza njeli, kuwaambia watu habari njema. Sasa anapokaa gerezani, wote wanapodhani kwamba wamemfunga, afu yeye Paulo anaona kama hapa ndo mahali sahihi pakupata utulivu wa kuandika. Tafsiri yake ni kwamba unaweza ukapita kwenye maisha ukafika wakati ambao umebananishwa umenyimwa uhuru mahali fulani. Inaweza ikawa ni kazini, inaweza ikawa kwenye familia, inaweza ikawa mahali popote. Wakati wengine wanafikiri kwamba wamekunyima uhuru, afu wewe unaiona kama ndio fursa ya kushika maungamo. Sasa tutaendelea kuangalia hili neno maungamo kwa sababu nilikuwa nasoma tafsiri tofauti tofauti ambayo pia nitasisitiza kesho kwenye wakati tunaendelea ni kwamba tafsiri ya Uh, King James, ile Biblia ya King James imetafsiri, imetumia neno la Kiingereza la profession profession kwa maana ya taaluma au kazi, lakini Amplified Bible ametafsiri kama confession confession kwa maana ya formal statement, yani kauli rasmi ambayo mtu anaitamka au anakiri lakini kufuatana na kazi yake au kufuatana na wito wake. Ndio maana unaona Paulo hapa anasema mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Ukiendelea mbele, ndio utaona sifa anazozitaja au vitu vya kufanya hapo ndani. Anasema kwa upole eh, anasema uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo, kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tafsiri yake nini? Ni kwamba pamoja na kwamba unapitia hali fulani, unaweza kuwa unapitia hali fulani ambayo kikawaida sio nzuri, kama ambayo Paulo anapitia akiwa gerezani. Wamemnyima uhuru, wamemnyima nafasi ya kuendelea kutumikia wito wake kwa uhuru, wamemnyima nafasi ya kufanya chochote, wamemnyima nafasi ya kula chakula anachotaka, kwa sababu gerezani huwezi kuamua unachokula, unachotaka, unaamuliwa cha kufanya. Ukiwa gerezani huwezi kuamua uende unapotaka, unaamuliwa kwamba uende saizi uende saizi, huwezi kuamua chochote tunashuhudia habari za, za, za, za, za, watu ambao wanashuhudia maisha yao wakiwa gerezani. Wanapotoka wanakwambia hatutamani kurudi kule. Kwa nini? Kwa sababu wanaona mazingira ambayo ni mabaya. Lakini cha ajabu ni kwamba pamoja na ugumu wa hizo hali bado wanaendelea kushika maungamo yao. Bwana Yesu asifiwe. Manake hata sisi pamoja na hali ngumu unaweza kuwa unaipitia bado inabidi uendelee kushikilia, inabidi uendelee kushikilia huo wito. Watu wengine wakipitia magumu wanatamani kuacha kazi. Ah ah, usiache kazi. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kazi kwa sababu ndio wito wako ulioitiwa. Ni kweli unapitia changamoto lakini uendelea kuyashika sana maungamo yako. Kwa sababu hiyo ndio profession, yani ndio taaluma yako, ndio kazi ambayo Mungu amekuitia. Kama Mungu amekuitia, wewe endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri kwamba yes, hapa hapa ni pa kwangu. Haijalishi changamoto, haijalishi upepo, haijalishi changamoto, bado nitafika mahali ninapotaka kufika. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie sana katika neno hili. Kwamba pamoja na yote ambayo tunakutana nayo, lakini tuendelee kuyashika sana maungamo yetu, na tutaendelea kuangalia mifano na mifano na mifano kadri siku zinavyozidi kwenda, tutaendelea kuangalia mifano kama ambavyo ah, tumepewa katika utaratibu wa kalenda yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tuzidi sana kuyashika sana maungamo yetu, tuendelee kukili. Kukiri kwamba hii ndio kazi yangu, hii ndio nafasi yangu ambayo Mungu amenipa, kwa ijalishi changamoto zinazo ninazopitia mimi. Hii ndio nafasi ambayo Mungu amenipa. Nitasisitiza sana kesho pia kwenye eneo hili la profession na confession, ambapo Biblia tofauti tofauti zina tafsiri neno maungamo na tafsiri neno profession kwa undani, nitatafsiri hapo kwa undani, lakini na hiyo confession inavyozungumza form, formal statement unazifanyaje? Je, unazifanyaje? Lakini kikubwa na kizuri kwa hapa, Paulo anakiri yeye mwenyewe kwa kuandika. Ndio maana nimekwambia formal statement, hasemi tu mtaani, anakiri kwa kuandika. Hiyo ndio formal statement. Hata kisheria, ukienda kama mtu alitamka neno tu na mwingine akaandika, yule aliyeandika tunahesabu kama ushahidi zaidi, au ni ushahidi unaokubalika zaidi kuliko huyu ambaye ametamka tu. Tafsiri yake nini? Maana yake endelea kukiri, kukiri, kukiri endelea kukiri, endelea, kukiri, endelea kukiri. Na hapa ni, niseme kitu wakati nafunga. Ndio maana tunashauriwa hata unapokuwa na malengo fulani ni vizuri kuyaandika, sio kwamba utasahau ukiwa naye tu kichwani au ukiona unayasema ah, ah, tu ah, wanasema ni vizuri kuandika, manake unapoandika unafanya yale maandiko yawe formal statement, unaonyesha kukiri kwamba haya ndio nataka niyafuate kwa hiyo huku njiani, haijalishi upepo utakujaje. Haijalishi huku nitakutana na maji na vikwazo vya aina gani. Ah, nitakutana na majaribu ya aina gani, hiyo inakuwa sio hoja. Hoja ni kwamba nina malengo haya, ndio msimamo ambayo nataka 20 25 nitimize. Ni malengo haya nataka mwezi huu wa sita yatimie. Ni malengo ambayo nataka wiki hili ambalo linagawa huu mwaka niweze kuitimiza. Maana yake yale malengo ndio yatatusaidia kusonga mbele. Haitajalisha hapa njiani utafungwa jela lakini bado malengo yatasonga mbele. Haijajalisha ugonjwa utaumwa bado utasonga mbele, utajua ah, ah, haijalishi hali yoyote nitasonga. Ni nini mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana katika neno lake ili mm. anaposema tushike sana maungamo yetu mm. na nami nimependa mm. kwa sababu anasema tunaye kuhani mkuu. Maana yake sio tu kwamba tunaenda kama makuhani wa kawaida, tunaye pia kiongozi mm. yuko yuko. Bwana Yesu asifiwe mm. tusimame tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya maelekezo yako na neema yako kuu na ya ajabu. E, ulimfanya Yesu kuwa kuhani mkuu kwa ajili yetu, naye ndiye aliyetumika kutununua sisi kuwa makuhani pia, ndiyo na wafalme kwa Mungu wetu. Asante kwa sababu unatutia moyo na kutukumbusha kwamba ndiyo maungamo yetu na ndiyo kazi yetu uliyotuitia na utusaidie e Bwana, kuendelea kuweka hizo statement nzuri na kuendelea kukili na kukili na kukili bila kujalisha hali njiani, kwa utukufu wa jina lako tumekuomba. Amen.